Haligani mtazamaji wa TVE karibu, katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri. Tunaendelea kutoka chumba cha habari, mimi ni Godin Mwanja, nikasomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari: wananchi wahimizwa kupanda miti ili kutunza mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Jeshi la polisi la wataka wananchi kutambua kwamba ulinzi ni jukumu la kila Mtanzania. Na katika habari za kimataifa, shambulizi la Urusi la waua watu 18 nchini Ukraine. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanze na waziri wa, wa fedha Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba amesema kuwa mradi wa treni wa kisasa SGR utainufaisha nchi ya Tanzania na nchi nyingine zinazotumia bandari ya da Dar es Salaam kiuchumi na kijamii kwa kukuza biashara na uchumi katika Ukanda mazi wa Maziwa Makuu na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Dkt. Nchemba amesema hayo jijini Paris nchini Ufaransa, alipokutana na kufanya mazungumzo na naibu mkurugenzi mtendaji wa benki ya kimataifa ya Society General Bwana Pierre Palmier iliyoshiriki kugharamia mradi wa SGR kipande cha pili na ununuzi wa mabehewa na vichwa vya treni vya SGR. Aidha, ameshukuru benki hiyo kwa kushiriki katika mradi huo wa kikanda ambao ni wa kimkakati katika kukuza biashara na pia kuonyesha nia ya kuendelea kusaidia ujenzi wa SGR unaendelea ambapo kukamilika kwake kutafungua fursa mbalimbali za kiuchumi alirejea wito wake kwa jumuiya ya kimataifa kushirikiana na Tanzania kwa kuwekeza katika mradi huo shaji, wa SR kwa kutoa huduma za uendeshaji ikiwemo miundombinu ya bebewa na vichwa vya treni ili kunufaika na soko kubwa la biashara ya treni katika ukanda huo zikiwemo nchi ambazo zinategemea bandari ya Dar es Salaam ambazo nchi zao hazipakani na bahari. Kwa upande wake naibu mkurugenzi mtendaji wa Asosiete General bwana Pierre Palmier alisema kuwa benki yake inajivunia kutoa mchango wake katika kuhakikisha kuwa fedha zinapatikana kwa ajili ya mradi huo mkubwa na wa kimkakati kwa nchi ya Tanzania na ukanda wa Afrika. Serikali mkoani Dar es Salaam imewataka wananchi kujenga utamaduni wa kupanda miti na kuitunza ili iweze kukua, ikiwa ni katika mkakati wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Mwanahabari wetu Mrisho Mapeo anatupa undani wa taarifa hiyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam kwa niaba ya mkuu wa mkoa huo katika zoezi la upandaji miti lililofanyika kwenye eneo la kituo cha mabasi cha Magufuli wilayani Ubungo, mkuu wa wilaya ya Ubungo Lazaro Twange amesema ili kutimiza malengo ya upandaji miti ni muhimu miti iliyopandwa iweze kutunzwa. Aidha, katika zoezi hilo ambalo ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya upandaji miti, Twange amewataka wananchi kuongeza kasi ya upandaji miti na kuepuka ukataji miti hovyo kwani ajenda ya Rais Dr. Samia kuhamasisha matumizi ya nishati safi ni kuepuka ukataji miti ili kutunza mazingira. Zoezi la upandaji miti jamani ni zoezi endelevu. Tutaendelea kupanda miti. Niliongea na alikuwa anaongea na Sadi hapa. Ananiambia alikuwa kwenye wilaya ya fulani alikuwa anapanda miti milioni nane kwa mwaka. Sasa na sisi tujipange jamani tufikie angalau nusu au robo ya milioni nane. Alikuwa anapanda milioni nane somewhere. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kufanya na kwa kweli miti mingi inapukutika. Ndio maana Mheshimiwa Rais amekuja na mkakati wa nishati safi ya kupikia, yote ikiwa ni jitihada za kupunguza matumizi na ukataji miti ili tutunze miti yetu, kwa sababu tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa upande wake mhifadhi mkuu wa misitu kutoka wakala wa misitu Tanzania kanda ya mashariki Shabani Kiula alipomwakilisha kamishna wa hifadhi za misitu amewataka wakazi wa jiji la Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla kuimarisha zoezi la upandaji miti, kwani wakala hiyo huotesha na kutoa miti bure, lengo likiwa ni kutunza mazingira na kuepuka athari za mabadiliko ya tabia nchi siku la uendelezaji wa rasilimali za misitu. Siku ya leo ni siku ya upandaji miti katika mkoa wa Dar es Salaam. Nimekuja kupanda miche ya miti hapa kwa ajili ya vivuli kwa sababu eneo hili ni eneo ambalo lina watu wengi, inahitaji kivuli ambacho nao baadhi ya wadau wa mazingira walioshiriki maadhimisho hayo ya siku ya upandaji miti akiwemo Hassan Mwasha, diwani wa kata ya Msigani, na Mohamed Bwile, makamu mwenyekiti wa chama cha wasafisha mito na watunza mazingira mkoa wa Dar es Salaam, wamesisitiza umuhimu wa kila mwananchi kuwa na utamaduni wa kupanda miti. Tukio limekwenda vizuri wa upandaji wa miti, na hiki ndicho kipindi chake haswa cha kuipanda hii miti kwa ajili ya kivuli na kwa ajili ya kutupatia matunda hapo baadaye. Kwa hiyo nishukuru e, watu wa TFS kwa kushiriki zoezi hili kikamilifu, na pia nitoe wito kwa wananchi wote wa manispaa ya Ubungo hususani kata ya Msigani kuendelea na zoezi la upandaji wa miti, wasisubiri matukio kama haya ndio wapande miti. Tunahamasisha wananchi kwenye maeneo ambao wanayoishi wafanye ni sehemu ya kawaida kwenye kipindi hiki cha mvua wapande miti ili wakati hata wa kiangazi ili miti ile iwe imeshachipua ili kuwe kuwe na hali ya nzuri ya hali ya hewa ili watu wapate kuwa na jistiri kipindi cha, cha jua kali. Maadhimisho ya kitaifa ya siku ya upandaji miti huadhimishwa kila ifikapo Aprili mosi ya kila mwaka ambapo jijini Dar es Salaam kimkoa yamefanyika Aprili tano. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo ameitaka mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini Latra mkoani Dar es Salaam kuhakisha inafanya kazi kwa ushirikiano na madereva wa pikipiki na bajaji kupitia vikundi vyao ili kurahisisha ufuatiliaji na ukusanyaji wa kodi za leseni kupitia madereva wenyewe jambo litakalowainua madereva pamoja na kuongeza mapato. Budlakimsola anatuarifu zaidi. Mpogolo ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa Sakos ya madereva wa pikipiki na bajaji mkoa wa Dar es Salaam ambapo amesema Latra inapaswa kutumia sako hiyo ili kufanikisha ukusanyaji wa mapato kupitia kodi za leseni. Wito wangu kwa ndugu zangu wa Latra eh, niendelee kuwaomba kwamba sasa eh, chama hiki kimechakua kina, kina sako wawape sasa uwakala wa kuweza kukusanya hii asilimia ishirini. Watapata faida kubwa sana kwa nini? Ziko pikipiki ambazo ziko katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, maanake hapa mjini na pembezoni mwa mji ni zaidi ya laki moja na nusu. Sasa ufikiri kila mmoja akienda kutoa akalipa leseni yake ya Latra na asilimia ishirini ikarudi kwao, maana yake unaona, ni kwamba serikali ina dhamira njema ya kile inachokipata kurudisha kwa wale ambao wanakitoa. Kwa upande wake, afisa mfawidhi kutoka Latra mkoa wa Dar es Salaam, Pateli Ingereza, amesema Latra imekuwa na mwendelezo wa kufanikisha uundaji wa vikundi vya pamoja kwa madereva wa pikipiki na bajaji ili waweze kujiinua wenyewe kupitia kazi ya kukusanya kodi za leseni ambapo asilimia ishirini imekuwa ikisalia katika vikundi hivyo. Hii imekuwa ni kiu yetu ya muda mrefu kuhakikisha kwamba tunawaweka hawa watu kwa pamoja, au wanakaa katika umoja ambao unaweza ukawa na manufaa kwao, lakini pia kwa jamii na serikali kwa ujumla. Kwa hiyo tunaamini sasa walivyoanzisha SACCOS na ukizingatia pia kwamba kanuni zetu za usafirishaji kwa upande wa vyombo vya kukodi, iliongezwa kipengele ambacho kinaruhusu mamlaka kuingia makubaliano na vyama hivi ambavyo vimeanzishwa kisheria kwa ajili ya kuweza kutoa huduma ambao pengine tulikuwa tunatoa sisi, kusaidiana nao katika swala zima la udhibiti, lakini pia kuwawezesha kiuchumi. Kwa hiyo sisi, kuanzishwa kwa hii SACCOS maana yake ni msaada kwetu. Moja ni kuhakikisha kwamba hao watu wanasimamiana wao kwa wao, kwa watakuwa wametusaidia eneo kubwa sana la udhibiti kwa sababu tutaenda kuingia nao makubaliano ya kuhakikisha kwamba wale watoa huduma wote ambao wanatoa huduma kwa pikipiki magurudumu mawili na matatu, wanaweza kupata pia leseni zetu za usafirishaji popote pale walipo kwa kutumia sakosi hii. Nao baadhi ya madereva wa bajaji na bodaboda kutoka mkoa wa Dar es Salaam wameeleza kwamba kuundwa kwa sakosi hiyo kutawezesha kutambuana, hivyo kuwawezesha kujikwamua kiuchumi, kwani watakopeshana wenyewe kwa wenyewe kupitia fedha wanaozikusanya kutokana na kodi ya leseni Tuishukuru serikali kwa kupitia Latra Latra, tumeona na tulikuwa nao na wao wameahidi kwamba katika zile pasenti ambazo tutalipa elfu kumi na saba kwa pikipiki ya magurudumu mawili na shilingi elfu ishirini na mbili kwa pikipiki ya magurudumu matatu kwamba kuna kiasi zaidi ya asilimia ishirini wanaturudishia wana kwenye chama Koyo, kwa hiyo itakuwa kwetu ni faraja kuweza kukopesheka katika sakosi na madereva bodaboda na bajaji. Sasa wanakwenda kumiliki sasa magari, wanakwenda kumiliki sasa nyumba zao kwa kupitia mpango huu. Uh, kwa kifupi tunafurahi na tukio hili ambalo tumekamilisha kwa muda mrefu. Binafsi na nafurahi sana kwa sababu eh, eh, ili hii sakosi itakwenda kutunufaisha moja kwa moja sisi maafisa a usafirishaji E, kwa upande wetu sisi maafisa usafirishaji ni kwa muda mrefu sana, tatizo la kiuchumi au namna gani ya uhifadhi wa fedha ilikuwa ni changamoto. Sasa kwa kuelekea tukio hili la leo, limekwenda kuadhimisha au limekwenda kutoa hadhi ya namna gani maafisa usafirishaji tutakapokwenda kujikwamua kwa kupitia sako yetu hii maupida. Lakini vile vile tunayo furaha kwa namna serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania serikali ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hasan inavyoendelea kutulea na kutubeba. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi nchini limesisitiza kuwa suala la ulinzi na usalama ni si jukumu la serikali pekee, bali ni kila mwananchi kwa kuhakikisha unashirikiana na vyombo vya dola kupambana na vitendo vya uhalifu na ukatili. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita. Kauli hiyo imetolewa na kamishina wa polisi jamii Faustini Shirogile wakati wa semina elekezi ya kupinga vitendo vya ukatili na uhalifu iliyofanyika mkoani Geita chini ya udhamini wa kampuni ya uchimbaji wa madini ya dhahabu ya Geita Gold Mining Limited GGML, ingi zitokanazo na ulinzi shirikishi, pale ambapo jamii inashiriki kwenye masuala ya ulinzi kwa kushirikiana na vyombo vya usalama. Faida hizo ni kama ifuatavyo: kwanza, kuimarisha usalama. Kwa kushirikiana na polisi, jamii inasaidia kuzuia uhalifu kabla hujatokea kwa maana wao wanaweza kubaini na kuzuia na kutoa taarifa kwa askari ambaye yuko kwenye ile kata ili aweze kushughulikia uhalifu huo. Pia kupitia kupitia taarifa kutoka wananchi, polisi wanaweza kuchukua hatua za haraka dhidi ya mhalifu ama wahalifu walio katika eneo husika. Lakini vile vile, faida ya pili ni kujenga mahusiano bora kati ya polisi na wananchi. polisi wanapoelewana na jamii wanapata wanapata taarifa kwa urahisi. Kwa upande wake mkuu wa kitengo cha polisi jamii na usalama ndani ya GGML bwana Munyinzo Edward Tumbo amesema mgodi huo unaamini kuwa amani ya Geita ni msingi wa usalama wa shughuli zao. Naye mwakilishi wa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Geita Dr. Modesti Bulchandi ameeleza kuwa uwepo wa jeshi la polisi una mchango mkubwa katika kulinda maendeleo ya wananchi. Tunaamini Geita inapokuwa salama basi na mgodi unakuwa salama, na mwisho wa siku mkoa unapata maendeleo, lakini kwa ujumla taifa zima. Jukumu la ulinzi ni letu sote sisi wa Tanzania, wa Tanzania italindwa na Watanzania. Huwezi kujua kama jeshi la polisi ni muhimu mpaka kupata changamoto. Unapoona unapoona hakuna kelele na hujui kama polisi yupo, hujue kazi kubwa inafanyika. Ndio maana nimesimama shukuru. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita Sofia Jongo amewataka wananchi kuwa mabalozi wa amani na kupinga vitendo vya ukatili ambavyo vimeendelea kuibuka katika baadhi ya maeneo mkoani humo, huku wananchi mbalimbali walioshiriki katika semina hiyo wakiwemo viongozi wa waganga wa tiba za asili na wasanii wa mkoa wa Geita wamepongeza jitihada hizo na kuahidi kushirikiana na jeshi la polisi katika kuimarisha usalama. Na nyiye mliomo humu ndani wote ni mabalozi ukatili wa jinsia na watoto unafahamika, na changamoto tulizonazo mkoa wa Geita zinafahamika. Watoto wa kiume wanalawitiwa, watoto wa kike wadogo wanabakwa, lakini wanafunzi wanapata mimba wakiwa mashuleni. Nimewaita kama mabalozi, twende tukaipeleke hii elimu tuliyoipata kwa jamii, mkitusaidia sisi jeshi la polisi tumejengewa uwezo wa kuweza kufanya kazi nzuri za kuaminika pasipo kuhu, kuhu, kuhu, kutengeneza uvunjaji wa sheria kwa sababu jamii tunatakiwa tuende tukaishauri. Mimi nikianza kwa hii semina naona ni kitu kizuri sana, kwa sababu ni kitu ambacho kimetufungua na tumejua nini ambacho tunahitaji tuna kufanya na nini ambacho hatuhitaji kufanya. Kuna mambo mengi sana yalikuwa hatuyajui ya lakini kupitia hii semina tumejua vitu vingi sana. Semina hii ambayo imeandaliwa na jeshi la polisi kwa kushirikiana na mgodi wa dhahabu wa Geita jiji l inatoa mwangaza wa namna gani ambavyo wananchi wanaweza kushiriki katika masuala mazima ya ukatili wa kijinsia, lakini kupinga pia vitendo vya ukatili ambavyo vimeendelea kushamiri katika jamii zetu. Nikiripotia luninga ya TVE kutoka hapa manispaa ya Geita, mimi ni Joel Maduka. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Jiji la Dar es Salaam linatarajiwa kuanza kutekeleza awamu ya tatu ya mradi wa ujenzi wa barabara kupitia mradi wa kuendeleza miji DMDP, ikiwa ni katika kutatua changamoto za miundo mbinu ya barabara za mitaa ambapo zaidi ya shilingi bilioni 250 zikitarajiwa kutumika kwenye mradi huo. Tuungane na Goodluck Msolla kwa taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na msaiki mea wa jiji hilo Umari Kumbira Moto wakati akijibu changamoto ya ubovu wa barabara katika shule ya Greenacre zilizopo jijini hapa changamoto iliyowasilishwa kwenye maafali ya kidato cha sita ya shule hiyo ambapo amesema serikali imejidhatiti kutatua kero za ubovu wa barabara zinazokwamisha shughuli za maendeleo ya wananchi. ya barabara, tunakuja kujenga mradi wa DMDP ambao una, una takriban bilioni 250, yani Dar es Salaam mzima umji utakuwa kama Istanbul, o udadachukua yo huna hiyo <coughs> eh, ukiacha hizi birat zinazojengwa mnazoziona hapo nje kuna mradi wa DMDP ambapo tumesaini awamu ya pili, lakini kuna awamu ya tatu tunakuja kuimalizia, ambayo hiyo, wakati unataka kwenda mjini utatafuta njia gani ya kupita, kwa sababu barabara za mitaani zitakuwa nyingi sana. Kwa mimi hili nilichukue, na bahati nzuri wakati nakuja hapa nilimwaga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kaka yangu Chalamila, ili lazima nitamwambia na napokeni sana salamu kutoka kwake kuhakikisha tunarahisisha Uh, maendeleo ya shule yetu ya Greenacres. Kwa hiyo hili nimelipokea sana. Kwa upande wake, mkurugenzi wa shule za Greenacres, Jacqueline Roshaigo, pamoja na mwenyekiti wa bodi Mhandisi Gabriel Ingoi wamewataka wahitimu wa kidato cha sita katika shule hiyo kuchagua fani za masomo kulingana na uwezo wao huku akiahidi kuendelea kushirikiana na serikali katika kukuza sekta ya elimu. Ninapenda kwa kipekee kushukuru serikali ya awamu ya sita ikiongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa juhudi kubwa katika sekta ya elimu, usaidizi mkubwa katika sekta ya elimu, kwa shule sio tu za serikali bali pia shule binafsi kama ya kwetu, inasaidia na inatupa urahisi wa kufanya na kuweza kuelimisha vijana wa Kitanzania ila kwa uzoefu uliopo, wanafunzi wengi wanachagua fani kwa kuangalia urafiki, kwa mkumbo. Rafiki yangu anaenda kusoma business, na mimi naenda business. Rafiki yangu anaenda kusoma sayansi, na mimi naenda sayansi. Ualimu, na mimi naenda ualimu. Kila mtu ana fani yake anayeipenda na anaiweza. Kwa hiyo ujichunguze mwenyewe na ujitambue kwamba unaweza fani gani? unapenda fani gani? What are you passionate about? Walimu, shiriki katika mafunzo ya kitaaluma yanayoendelea yanayoendana na mabadiliko ya mitaala, tehama na usalama wa shule kama ilivyoelekezwa na Wizara ya Elimu. Vilevile, shule imefanikiwa kusajili tasusi mpya, usajili rasmi wa tasusi mpya kwa kidato cha tano na sita ambayo ni ECSM yani uchumi, jiografia na hisabati; BUAC yani uchumi, biashara na uhasibu; BUACM biashara, uhasibu na hisabati; PCSM fizikia, kemia na I'm sorry, fizikia, hisabati na kompyuta. Usajili huu ni hatua muhimu katika kupanua fursa za kitaaluma kwa wanafunzi wetu na kuifanya kazi kuwa chaguo pana kwa wanafunzi wa taasisi za masomo ya sayansi na biashara kuanzia Julai 2025. Hata hivyo, katika maafali hayo, mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam ameeleza hatua ya sasa ya jiji hilo kujipanga kuanza kujenga zahanati kwenye baadhi ya shule ili kuwasaidia wa wanafunzi wanapopata shida na kuhitaji huduma za matibabu. Asante sana Godluck Msolla kwa taarifa hiyo. Wadau mbalimbali wameombwa kujitokeza kudhamini tamasha la kitaifa la kuombea uchaguzi mkuu na viongozi wa nchi na utarajiwa kufanyika kwenye mikoa 26 ya Tanzania bara, ambapo tamasha hili litaanzia katika mkoa wa Dar es Salaam kisha kuendelea maeneo mengine. Taarifa ndolio na Recho Chacha na Soma Studio na Goodluck Msola. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa kampuni ya Msama Promotion ambayo ndio waandaaji wa, wa tamasha hilo Alexi Msama amesema maandalizi ya tamasha hilo yanaendelea vizuri na kwamba litakuwa na kiingilio ili kila Mtanzania aweze kushiriki kuliombea taifa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Msama ameongeza kuwa waimbaji wakubwa wa muziki wa Injili kutoka ndani na nje ya nchi wanatajwa kushiriki huko, akibainisha kuwa tarehe ya kuanza kwa tamasha hilo litatangazwa hivi karibuni. Yako mambo mengi sana katika uchaguzi yatatokea, na uchaguzi huu tutaufanya na utapita, na maisha na nchi yataendelea kama kawaida. Kwa hiyo kipindi hiki huwa ni kipindi kigumu kwa mataifa mengi, sio kwa taifa letu la Tanzania tu, hapana. Huwa kipindi cha uchaguzi ni kipindi kigumu sana katika mataifa yote dunia nzima. Kwa kipindi cha uchaguzi kinakuwa na mambo mengi sana. Sasa sisi taifa letu la Tanzania, mwaka huu tunaingia kwenye uchaguzi mkuu, tukaona ni vema tuweze kuweka uchaguzi huu, tuweke taifa letu mikononi mwa Mungu ili tuwezi kuvuka kwa amani na utulivu katika kipindi hichi kigumu cha uchaguzi mkuu. Kwa hiyo kupitia kampuni yetu ya Msama Promotion kushirikiana na wachungaji na watumishi wa Mungu maskofu nchi nzima tumeandaa tamasha kubwa sana la kuombea uchaguzi mkuu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa makanisa ya Kipentekoste mkoa wa Dar es Salaam, chungaji Emmanuel Mwasoto amesema tamasha hilo ni jukwaa la umoja waumini wa madhehebu yote nchini kuungana katika maombi ya kuombea uchaguzi mkuu uwe na amani, na kubainisha kuwa uchaguzi unaweza kusababisha mpasuko wa kitaifa endapo raia hawatakuwa wazalendo na kuenzi amani katika nchi yetu. ya Tanzania haijawahi kutokea baada ya uchaguzi kisha machafuko yakaja, kwa sababu raia wa Tanzania ni wazalendo na ni wanaopenda Mungu, na kila mtu kwa, kwa imani yake tunainua nchi yetu pamoja na viongozi wetu mbele za Mungu, na ndivyo maagizo ya Biblia inavyosema ya kwamba inatakiwa dua na sala na maombezi na shukurani vifanyike kwa ajili ya nchi yetu, kwa maana hatuna nchi nyingine ya kwenda endapo kama itatokea machafuko ya namna yoyote eti kwa sababu ya uchaguzi. Kwa hiyo la kwetu sisi ni jukumu letu kushikamana na taasisi yoyote na mtu yeyote ambaye atatamka suala la maombi kwa ajili ya nchi yetu. Asante sana Gudila Kimsola kwa taarifa hiyo ya Rachel Chacha. Wananchi wa jimbo la Nsimbo mkoani Katavi wamemtaka mbunge wa jimbo hilo kuendelea kutekeleza ahadi alizotoa kipindi anaomba kura, ikiwemo kutatua kero ya maji na umeme katika vijiji vyao. Neema Husen anao taarifa zaidi. Mbunge wa jimbo la Nsimbo mkoani Katavi ana Richard Lupembe ameendelea na ziara yake ya siku tatu katika jimbo hilo yenye lengo la kuweka jiwe la msingi katika miradi mbalimbali ya elimu msingi na sekondari pamoja na kusikiliza kero za wananchi na kuzipatia ufumbuzi. Mama, Mama,

nguzo hatuna mama, tunakuomba nguzo tupe na sisi barabarani. kwa mama gani anapita? Kelo yangu mimi kwa kweli, mheshimiwa mbunge, ni kuhusu walimu. Walimu shule zinajengwa, lakini walimu hazina kabisa. Yani kuna changamoto ambazo tunapambana nazo, wazazi michango midogo midogo shuleni zinatusumbua sana. Sasa yaani walimu hawapo, serikali haijaajili walimu. Nakuta shule moja ya sekondari na walimu wa kutolea karibia ishirini. Kero hizo zilipatiwa majibu na wataalamu mbalimbali wa halmashauri pamoja na mbunge wa jimbo hilo ana Lupembe. Haya, hivyo visima tutakuja kuvichimba. Bahati nzuri mama yetu mpendwa, Dr. Samia Suluhu Hassani, ametuletea magari katika nchi nzima, gari moja kwa ajili ya uchimbaji mwaka wa fedha huu uh, uliopita. Mmeona jitihada zimeendelea, zimechimba visima pale Kanoge namba moja. Nimeanza kuanza kuchimba visima kupitia gari letu lile. Gari limetoka limeenda katika eneo vitongoji vingine, nikirudi tutarekeza liye huku ichimbe kisima kile kimoja kwanza, nitaenda sehemu nyingine nitarudi kwa jili. Gari la mkoa linatembea mkoa mzima, ndio maana nimesema maji haya tutayapata kwa sababu Mheshimiwa Rais ametuletea maji kwa ajili ya uchimbaji visima katika maeneo yetu. Aidha, Lupembe ametembelea miradi na kuweka jiwe la msingi katika shule ya msingi Usense na nyumba ya walimu katika shule ya sekondari ana Lupembe. Asante sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo, mtazamaji wa TVE. Hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Shambulizi la Urusi la waua watu 18 nchini Ukraine.